Gumzo zito laibuka ibuka mara baada ya Chama cha Mapinduzi CCM kutoa kauli rasmi huku ikikanusha tuhuma za Mzee Joseph Butiku kuhusu zuio la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwandishi wetu Dar es Salaam anatujuza. Chama cha Mapinduzi CCM kimejitokeza na kutoa kauli rasmi kufuatia matamshi ya mwenyekiti wa bodi wa ya wadhamini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Foundation, mzee Joseph Warioba Butiku, aliyenukuliwa hivi karibuni akizungumza kuhusu kuzuiwa kwa shughuli za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kupitia taarifa iliyosainiwa na katibu wa halmashauri kuu ya taifa yani NEC itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Laban Kihongos, CCM imesema hai eh, haihusiki kwa namna yoyote na hatua ya mahakama kuu ya Tanzania kuzuia shughuli za Chadema, ikibainisha kwamba uamuzi huo umetokana na mgogoro wa ndani ya chama hicho cha upinzani. Taarifa hiyo iliyotolewa siku ya Jumatano Januari 21 mwaka huu wa 2026, imeeleza kuwa zuio dhidi ya chama cha Chadema ni matokeo ya uamuzi wa mahakama kuu katika maombi madogo namba 8960 ya mwaka 2025 yaliyowasilishwa na wanachama watatu wa chama hicho e, akiwemo Said Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Ana E, Maulida ana Komu, waliolalamika dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mahakama kuu ilisikiliza maombi ya muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mahakama kuu ilisikiliza maombi ya muda, yani, interim order yaliyowasilishwa na wanachama hao na baadaye kutoa uamuzi wa kuzuia Chadema kufanya shughuli zozote za kisiasa pamoja na kutumia mali za chama hicho hadi pale shauri la msingi namba 8323 la mwaka 2025, eh, la mwaka 2025 litakapomalizika. Mahakama Kuu ilisikiliza maombi madogo ya wanachama hao na kutoa uamuzi kwamba Chadema isifanye shughuli zozote za kisiasa wala kutumia mali za chama hicho hadi shauri la msingi namba 8323 litakapofikia tamati, imeeleza sehemu ya taarifa rasmi ya CCM. CCM imesisitiza kwamba kwa mujibu wa uamuzi huo wa mahakama hakuna uhusiano wowote kati ya chama hicho tawala na uamuzi wa kisheria uliotolewa na kwamba ni upotoshaji kwa mtu yeyote kudai vinginevyo. Chama cha Mapinduzi hakina ushiriki wowote katika mchakato huo. Huu ni mgogoro wa ndani ya Chadema ambao upo mahakamani na unashughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria, imesema taarifa hiyo. Katibu wa Itikadi na uenezi wa CCM, Mr. Kenani Kihongos ameonya dhidi ya kile alichokiita matamshi ya kuchochea chuki na upotoshaji wa makusudi unaolenga kulihusisha e, chama hicho na mambo yasiyokuwa sehemu ya majukumu yake ya kisiasa. Watanzania na watu wote wenye nia njema na nchi yetu wanashauriwa kupuuza upotoshaji huo na kujiepusha na kauli za chuki zinazokusudia kuliumbisha taifa letu, amesema Kenani Kihongos katika taarifa hiyo. Kauli hiyo imekuja siku chache mara baada ya Mzee Joseph wa Ryoba Butiku kuelezea masikitiko yake kuhusu kuzuiwa kwa Chadema hakidai kuwa hali hiyo inaonyesha mwelekeo wa kupotea kwa demokrasia nchini. Kauli yake ilizua mjadala mkubwa katika majukwaa ya kisiasa na mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, ambapo baadhi ya wachambuzi walihusisha maoni yake na misimamo ya chama tawala. Hata hivyo CCM imesisitiza kuwa mzee Butiku ana uhuru wa kutoa maoni yake kama raia, lakini hapaswi kutoa matamshi yenye mwelekeo wa kuishambulia serikali au chama bila uthibitisho wa hoja zake. Katika maelezo yake, Kenani Kihongosi amesema ni busara kwa viongozi wastaafu na wazee wa kitaifa kutumia hekima katika kutoa maoni hasa katika masuala nyeti yanayogusa siasa na uhusiano baina ya vyama. Tunawaheshimu wazee wetu, lakini ni muhimu maoni yao yajengwe juu ya ukweli na sio dhana. CCM ni chama kinachoheshimu misingi ya sheria na hakina mamlaka ya kuingilia maamuzi ya mahakama, amesema. Aidha, CCM imetoa wito kwa wananchi kuendelea kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa ikisisitiza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa chanzo cha migawanyiko na mashaka kwa wananchi. Kwa sasa, shauri la msingi namba 8323 la mwaka 2025 bado linaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ambapo pande zinazohusika zinatarajiwa kutoa ushahidi zaidi kabla ya mahakama kutoa uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya Chadema. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa ama baadhi ya wachambuzi wa masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya, ya kisiasa wamependekeza kuwa ni vyema viongozi wa vyama vya siasa na taasisi za kijamii wakaacha kushambuliana hadharani, bali wafanye mashauriano ya kistaarabu yanayolenga kulinda heshima ya taifa na taasisi zake. Ni vyema hoja zikajadiliwa kwa busara na si kwa maneno ya lawama. Mahakama inapaswa kuachiwa nafasi yake kufanya kazi kwa uhuru, amesema mchambuzi mmoja wa siasa na masuala mbalimbali nchini. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi wamepongeza eh, CCM kwa kujitokeza kutoa ufafanuzi wakisema hatua wa hiyo imeondoa sintofahamu iliyokuwa imeanza kujitokeza kuhusu uhusiano kati ya chama hicho tawala na uamuzi wa mahakama Kuu. Hata hivyo, mjadala kuhusu nafasi ya taasisi huru katika kukuza demokrasia nchini unaendelea huku wadau wakihimiza kuimarishwa kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojenga uelewa wa pamoja na kuondoa dhana za mgawanyiko wa kisiasa. Kwa sasa, CCM imesisitiza haitatoa kauli zaidi kuhusu jambo hilo ikisubiri taratibu za kisheria kukamilika mahakamani huku ikiendelea kuhimiza Watanzania kudumisha amani, umoja na mshikamano.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 Uh, hapa YouTube lakini pia kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok eh, pamoja na mitandao mingine yote kwa jina moja tu la Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.